Moja kuna kitu atakanifanya kwa ajili yako mm. E, nikasikilizia vitu baada ya wiki moja. Siku ana nipiga simu mm. Jumapili usiku, Jumatatu mm. njo Azam jioni mm. Natoka hapa naenda mpaka Azam pale, siku mkuta mm. E, nampiga tena simu namba. Mimi nimetoka hapo kikazi, nimepoa kazi, nimeenda simu fulani mm. E, sema hapo, ingia geti namba nne, kule nyuma kuna uwanja mm. kuna watu wanacheza jioni mm. Ya, ukenda kule mpe ticha mkuu simu, nitawasiliana naye mm. Kazunguka, nimeanza kucheza yaani kiskuli kama hivi shule mm. mechi za shule hivi kutana nacheza mpira na napewa namba nacheza nikurudi nyumbani kama hivyo cha ndimu na nakimbiza kimbiza mm. eh, kaendaenda nikaja kuna timu mtaani ya kuitwa Rubi FC mm, yaani timu ya Rubi ndio sema kitovu cha wee kuweza kuanza kupiga soka lile ambalo inaeleweka maisha baada yeah, ya kutoka kwenye hiyo timu ya yalikuwaje? Hello, mambo vipi mwana vp, mwana familia waam, mwana Mone Simulizi, kipindi hewani wanakita The Real, kipindi ambacho kinahusiana na mahojiano live kabisa kupitia simulizi, na leo niko na ndugu yangu hapa, tunaenda kupiga story nyingi sana kuhusiana na maisha yake, ni vitu gani ambavyo yeye ameweza kupitia kwenye maisha. Mtangazaji wako ni mimi langu Saluki anaitwa Mr. kinitamooma inakuwa noma zaidi. Ah, uh, safi sana. Kama kawaida Nyama. Mitkasi zinasonga Ah, uh, Ah, zinasonga uh, mtu ambaye anatutazama anatamani sana kuweza kukufahamu wewe ni nani, uh, i, na mimi nitakuwa noma sana kuweza kujitambulisha. Ah, uh, kwa majina anaitwa Shaban Juma Kumba, maarufu sana anajulikana kama Shak Shaksi, wizi yeah, noma sana yeah. Mm, kitu gani ambacho wewe unajishughulisha nacho? Naamini kila mwanadamu kuna kitu ambacho yeye anakifanya ambacho anaona nisa, hii ni sahihi kwake. kitu gani ambacho najishughulisha nacho, mimi najishughulisha masuala ya mpira, ni mwana football masuala ya mpira. Najua ah, katika kila kitu ambacho mtu anakifanya basi nyuma yake kuna kuwa na hadithi fulani. Naamini katika iko kitu ambacho nakifanya basi nyuma yake kuna hadithi, so nataka tuanzie mwanzoni kabisa e, ni wakati gani ambapo uligundua labda wewe au oh, una kipaji, labda wewe ni mchezaji wa mpira? Ilikuwa je kwaje kipindi hiko? Mwanzoni sana mimi nimeanza kupenda mpira ni wadogo janja sana yani kwa, kwenye miaka kumi na mbili mpaka kwenye kumi na tatu mm. mimi ndio naanza kupenda mpira kwa sababu mazingira ninayokulia mimi kinyumbani, wote mm. ni wana so, so, mm. ni wana michezo si wajumba sio mababu zangu waliopita wote wamecheza mpira, ni kiufupi kikeni kwangu mimi aa, ya, wa sana ya, ubonda, ni wana soka watu ambao wanasakata sana ni wana ubonda. So, harakati sasa za za kimpila mpila, baada saa kuona familia nyumbani, mjomba, babu wanachezcheza mpira, namini na wewe ndo ukawa kama umeshawishika kuingia kwenye hizo mambo. Harakati za kwanza sasa kukikuza kipaji chako zilikuwaje mpila bwana? Mini nimeanza kucheza kisikuli kama hivi shule, mechi mm. mechi za shule na tanacheza mpila n na, napewa na namba na nacheza, nikirudi nyumbani kama hivyo Chandino, na kimbiza kimbiza ikaendaenda mm. e, nikaja mtanya, mm. ya, mm. e, kuna timu mtaani yakuitwa Rubis FC, ni timu ya mzungu ambao ndo kuna mablaza wa jomba zangu ndo ambao wapoumwe wanacheza. so, mm. e, wakaniamini nikaa na play pale mazoezi, nikitoka shule nimeulizangu mm. nyumbani, nimejiandaa na mazoezini nacheza hapo siku sijaenda shule, yani ndio ipo hivyo, ni mazingira yangu. angu amekuja hapo Rubis, yani ndio amenikuza wao. uh, ndo ah, hivo ndio ndosema kitovu cha wewe kuweza ku, kuanza kupiga soka lile yeah. ambayo inaeleweka yeah. maisha baada yeah. ya kutoka kwa na hiyo timu yalikuwaje? sasa pale kwamba nilicheza nichezacheza pale mpira nikawa na mwanangu mmoja wa kumuita Saidi, mm. Saidi Mtandila na mwanangu mwingine wa kumuita Ali Mlanzi, mm. eh, Afizu mm. ambayo tulicheza wote, ni watu naupenda mpira mm. Tukaja, ikabidi tuondoke katika nani, katika mashindano si unajua? mm. Eh, tukaenda tukachukuliwa kuna sehemu moja kupaita kimasichana mm. tukaenda tukashindanishwa pale mm. pale tukapita, mwanangu wa Ali Mlanzi akarudi hey. eh, tukatoka hapo tukaenda Mkulanga, pale tukakaa mm. kambi tukashindanishwa pale pale, akarudi mwanangu mmoja kumwita wafizu mm. tukabaki wawili mi na mwanangu Saidi, tumecheza eh, sana pale tumecheza cheza pale, tukatoka hapo tukaenda Kibaa. Kibaa ndo ambayo tunaenda kushindanishwa, acheza fainali pale mm. tukishatoka hapo, watakaochaguliwa naenda Tabola mm. na atakaofeli anarudi nyumbani. tumecheza mm. sana pale kweli, Mungu ajajia, tumeandikwa kwa majina nini ila cha ajabu siku ambao kutajwa majina ambao watu wanaenda Tabora, mm. si kwamba tujikatwa, naambiwa tu bwana asanteni kwa kushiriki, ndio ipo hivyo, mwaka mwingine mtakuja tena tenako. Ah, majina alikatwa majina alikatwa hivyo, yani hatujajua issue kwa kwa vipi, nakuja kuambiwa tu usiku ambao watajwa majina atupo kwenye oroza mm. pale wakatoka watoto wa kibaya TC watoto wa kibaya DC ao ndo wakaenda kusema alikuwa amekupigia. Sasa kuna taarifa fani alikuwa amekupa, ni taarifa gani ambayo alikuwa amekupa? Ah, yeye aliniuliza tu kwamba siku ananipigia, anaambia kwamba vipi mdogo wangu, kaambia freshi, anaambia vipi, kwani wewe mdogo wangu unalizika unavyokuja kwa garaji kila Jumamosi na Jumamosi nyingine mnachoma. mm. kaambia mna sema uwezo sina. mm. Eh, sina mtu akonisaidia kwamba selei, kwa hiyo itabidi nifanye hivyo. mm. Eh, ndio hapo kananiambia kwamba nipe wiki moja, kuna kitu atakanifanya kwa ajili yako, nikasikilizia. mm. Eh, wiki baada ya wiki moja sikuananipiga simu. mm. mm. atatujo, mm. ah, apa, na Jumapili usiku Jumatatu atatu njoo Azam jioni, natoka hapa naenda mpaka Azam pale, sikumkuta Mm. E, nampiga tena simu nambami nimetoka hapo kikazi. mm. nimegoa kazi, nimeenda simu flani. mm. E, sema hapo ingia geti namba nne kule nyuma kuna uwanja, mm. kuna watu wanacheza jioni ukaenda, mm. kule mpe ticha mkuu simu nitawasiliana naye. mm. Akazunguka mpaka geti na namba nne nikaingia. mm. Kwa hiyo nimekuta ambapo kuna maplaya zangu washalowesha kwamba fresh, washaiva. Nafika pale namfata, nimkuta ticha mkuu hapo ticha

pija pija tizi nkuangalie. Mmm, kaja nikavaa nkapija pija tizi na wenzangu pale mm. ticha vyoniona bila unaisha. Baadaye akanifata kaniambia, mm. nakupa wiki moja wiki mm. nafuata, nabidi uje uje nyumbani mm. na matizi yani, anuje kwanza matizi rasmi. Nikaja mm. nkajandaa kama wiki mbili hivi, nikaanza kwanza matizi rasmi Azam mm. uh, sasa safari ya maisha ya hiyo ya timu alikuwa meunganishiwa e, mambo alikaaje huko? mambo alinyoka hivi, kuna au kuna kona kona zilishai kutokea? mambo alinyooka, japokuwa hata kama kuna kona kona zilikuwa chache sana, ambazo ni za kimaisha tu, ila mm. mambo alinyooka kwamba fresh na pia na fresh, yani kwamba mpaka mm. nyingi anapenda kabisa alikuwa amekaa, mambo alikaa hivi, Mungu anasaidia. Baada ya hapo mm. ilikuwa yani, aje sasa baada hapo nimecheza cheza mm, pale kwa kuna ticha mmoja kumuita Madevu mm, ambaye anatoka Kilungule mm, naye anakuwa na timu yake anafundisha asubuhi Kilungule, yeah, akuja atufundisha sejioni ya Azamu, akatuomba mechi siku hiyo, bwana mtaka mje mm, kuplay na watoto wangu kwangu mm, tukajipanga, skuwa watoto wa Azamu, nakumbuka tumetoka wengi kina Foden kina Tabora mm, tumetoka toka wengi sana wanangu ingia mm, kule menda tumeplay vizuri na watoto wake nini, tukaanza kufahamiana hapo na watoto wake mm. mafahamiana sana ndo mpaka sio wengine, mpaka leo ambapo mimi na tunaweza kutoka hapa, nikaenda hapo Kirungule katika. Baada ya ah, kuweza kuwakutanisha, mkao umetengenezwa rafiki kama familia, sababu mnafundishwa na mwalimu mmoja, japo kwa sehemu tofauti yeah. yeah. kwa hiyo ikatuwezesha kwamba hata teacher mwenyewe akasema asubuhi anaweza ni anaotaka mm. asubuhi, mnafundisha asubuhi mm anakuja kwangu Kilungule anamfundisha mm, jioni anaenda Azamu, naenda kupija matizi mm. saa saa kwa vile mi nakaa zangu Mtongani mm, natoka asubuhi naenda mpaka Kilungule mm. eh, naloesha nikishatoka mm, kuloesha Kilungule naudi nyumbani napumzika. Yeah. jioni saa nane nane au saa saba mm. naenda zangu Azamu napija matizi ndonikaa nanaishi hivo, asubuhi naenda kufundishwa, jioni naenda kukifanyia mazoezi kwa kile kitu ambacho umefundishwa Mm -hmm. Mambo ya saa, eh, hapo sasa, baada ya kukuwa saa unafanya hizo vitu asubuhi unaenda kule jioni naenda hivi Ma, maisha ya kimpira yakaendeleaje tena baada ya hapo? Na maisha ya kimpira yakawa mazuri kwamba najua tushazoeana kama hivyo naweza mm. Inatokea siku mechi Kirungule kule ticha anatuchukua kutoka mm huko -hmm. Azam. Kuna baadhi ya watu bwana na mechi yangu wanangu tokeni tukasapoti sehemu fulani. mm. tunatoka tunaenda banana mm. banana tunapiga game, tuna plei, tuna sapoti mm. tukirudi bana, siku na mechi anatupigia simu, mwanangu, na mechi tokeni tukasapoti sehemu fulani. mm. tunatoka tunaenda, mm. na sapoti wapi huko, mwana gati, ndani ndani tunaingia na tuna plei tunarudi, yani kwamba ikawa hivyo sasa. yeah. yeah. Unajua, katika safari yoyote ya maisha ya mtu huwa kuna changamoto ambazo sasa yeah. katika safari yako yote ya maisha ya kimpira ni changamoto gani ambayo unaweza ukaikumbuka, nah. au maisha tu alinyookaga hivi, amna changamoto? Changamoto kwa kweli ambayo naikumbuka mimi, au sio kama yani na, naeipitia mimi kwamba kuna wasa n da yani fulani mm. akosa labda nauli mm. yeah nauli sina kwenda mazoezini, ni kama hivyo, nasikizia mpaka nitakapokuja kupata nauli, naenda mazoezini mm. siku nauli nayo naenda. Changamoto wangu mimi ndio ipo yeah, sina hivyo nauli sina, kwa sababu ya kifedha. Sasa sababu ya kifedha kutoka na sina support, yani kutoka kwa mzee uh, yeah. Sasa uh, unajua, uh, katika hivi vipaji au yani, mtu unaweza ukaamini katika au ukaamini katika sehemu fulani lakini unakuta labda unakutana na vikwazo. Je, nyumbani pale, wakati wewe ndo unapambana kuhakikisha kuwa unatoka katika hiyo ndoto yako, mapokeo ya nyumbani, wazazi, familia na watu wengine ambao wanakuzunguka yakoje? Da, mapokeo ya nyumbani kwamba mimi nyumbani anaoni yani, anaoni support mkubwa hmm, ndo ana support na mjomba wangu pia, ambao yani kifupa jomba zangu wengi anaelewaelewa kuhusu vitu hivyo, kutokana ao si washafanya, na hmm, wanajua ugumu wake ao, hmm, ndo ananiungaunga mie mkono kwamba fanya hivi, ankali usichoke, hmm, japokuwa hawana uwezo wa kunifikisha mie kokote, yeah, ila mie ile kauli zao ndo zinanipa nguvu, yani ah, mawazo, ushauri, vitu ambavyo vinakufanya unaendelea kupambana e, najua kupambana kwamba da, kweli, hmm, e, malengo yetu hapa tulipo kuelekea kwenye mafanikio yakoja malengo yangu mimi bwana, kutoka hapo mpaka kufika hapo m mm, malengo, mm, mimi mie nachoomba ni kwamba nipate timu ambayo ile inakuwa bora, yaani itaka ukizi mahitaji yangu mimi, ndio malengo yangu, au sio? Ah, neno kwa ne, neno moja kwa mtu ambaye anatutazama anaweza kawa ni mshabiki wa mpira, anaweza kawa ni mtu ambaye ana akademi ana chochote kile, kitu gani ambacho Uh, unaweza ukamhakikishia, kwa bwana, wewe ukinipa nafasi katika sehemu yako, ukinipa nafasi au ukinipa shavu fulani, basi mimi naweza nikafanya moja, mbili, tatu. Ah, kwa mimi bwana, mimi nitamhakikishia nafanya vizuri kutokana, hmm. mpaka yeye ananiamini mimi kwamba mi kaniamini nami lazima nimwamini na, ni na nifanye kazi vizuri mm. E, nitapambana chini na juu, yani kwamba mm. kivyovyote nisimwangushe oana mm. ni kazi kama kazi nyingine au sio? Noma yeah. Noma sana, mi bwana, nikushukuru sana kwa muda wako, pia wakati tunaendelea kumaliza maliza mahojiano yetu yeah. Nilikuwa natamani uongee chochote kwa mtu ambaye natazama, chochote cha mwisho ambacho mm. unaweza ukamalizia kikawa noma. Ah, mimi ningependa kuwashukuru sana mashabiki zangu wazidi kuniombea, wazidi kunipa maneno mazuri kama hivyo, wakunipa nguvu mimi. Na support yao sana, mimi ndio nimefikisha mbali. Pia nikipenda kuwashukuru sana Rudi FC, yeah. wamenikuza vizuri sana, sapoti zao naendelea kuzikumbuka yeah. kokote alipo Mpeni sapoti sana jomba, yeah. zizu sapoti sana kokote alipo yeah. Uh, yani unyama sana, naendelea kuwakumbuka, sitosahau kwamba wao ndio walifanya mpaka nifike hapa mm. na watu wengine walinizunguka kiujumla, yeah. k nawashukuru sana akili mtengenezajakili yani. au sio? Yeah. Noma sana bwana, mimi ni shukuru kwa time yako. Unajua kwenye maisha sio kila mtu anaweza katoa fursa kuweza kuzungumza naye, yeah. So hadi kuweza kupata nafasi, basi mimi ni niseme yeah, asante ah. Yeah. Uh, hadi hapo bwana, mimi sina la zaidi, ni nikuambie tu asante kwa kuweza kufuatilia mahojiano yetu mwanzo mpaka mwisho. Kipindi chetu kinaitwa The Real, kinahusiana na mahojiano live kabisa kupitia simulizi. Hadi hapa niweke tu nukta, nikwambie mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine vizuri. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, na kwa jina naitwa Saluki, kinaitwa Mr. Salman, inakuwa noma zaidi.